When you write things down, you are setting things in motion. Kwamba unapoviandika vitu, unafanya vile vitu viwe kwenye motion, vitu vianze kwenda. Kwamba unapoandika ideas, mawazo yako, unafanya mawazo yaanze kuwa kwenye movement, yaanze kwenda. Mara nyingi sana tumekuwa tukisema kwamba, ni muhimu sana mtu kuandika mawazo yako. Unapokuwa ukipata wazo fulani liandike. Kwa nini? Kuna nukuu moja inasema kwamba, an an idea is not an idea till it's written kwamba wazo sio wazo mpaka likiandikwa. Na kwa nini ni rahisi sana? Kwa sababu ukisema tu unalifikiria wazo, ni rahisi sana kufikiria na ni rahisi sana kulisahau. Yaani ni rahisi sana, baada tu ya muda likaondoka zake. Ni kama vile wale watu wana hata wanaangalia video kama hii. Tuseme kama unaangalia video hii mara moja, unaweza ukaangalia ukashawishika sana, ukapanda mzuka sana, ukasema naenda kubadilisha maisha yangu. Lakini kama hukunoti chochote, baada tu ya masaa mawili au masaa matatu au baada ya hii siku kuisha kesho unaamka kama mtu ambaye hujawahi kupata chochote cha ku-inspire. Usha sahau unarudi kwenye ratiba zako za kipuzi. Lakini ukiandika, you are committing things to memory. So nitakueleza leo story moja ya ukweli kabisa ambayo naamini itakusaidia sana kuweza at least kufanya maamuzi kuhusiana na maisha yako na labda ukaanza kujenga tabia ya kuwa unapenda kuandika maisha yako. Utafuta notebook na kalamu, huu una tabia kama hii. Just jot down, jono, andika vitu chini stay close. Tumerejea. Hii ni Success Path Network, as then you are right here. Alright, so niambie, unapopatikana wapi na stori kama hizi zinakufundisha nini leo? Nataka nikuambie stori ya kijana mmoja ambaye ilitokea mwaka 1975 yes mwaka sabini tano na hii ni stori ya ukweli kabisa lakini mwenyewe alikuja kuisimulia stori hii mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne kaisimulia kwa hiyo mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano stori hii imekuwa maarufu zaidi nitakuambia baadaye ni nani stori inaanza hivi kijana huyu akiwa mdogo mdogo alikuwa amekuja kwenye beauty shop ya mama yake marekani wenyewe saluni hizi wanaitwa beauty shop kwa hiyo saluni ya mama yake ni mtu anatengeneza nywele anasuka nini wana wake you see kwa hiyo yule dogo ameenda pale, yuko pale. Sasa kuna mteja fulani akaingia, mama fulani mtu mzima hivi. Yu. Yule mama akaingia ni regular, yani mteja wa mara kwa mara. Kawasalimia wale wote pale nani. Alafu akamwona yule dogo. Alivona dogo. Akaganda niani akamwangalia kwa muda. Yule akamwangalia kwa muda mpaka watoto wakashangaa. Huyu vipi? Unajua mtu ingeweza kuanza kumwangalia mwanao kwa style ile. Akaikunja ile karatasi, akamwita yule kijana, akamwambia chukua ile karatasi yule mdogo akachukua, akaisoma, akasema you will speak to millions, kwamba utaongea na watu mamilioni. You will travel the world, utasafiri duniani, yani utasafiri manchi mbalimbali, yani and you will cause a positive difference, na utabadili sana maisha ya watu. Akawa kila akiwa anajisikia down au akihisi ameferi kwenye kitu fulani au watu fulani wakimvunja moyo, wakimkatisha tamaa, wakimwambia kwamba wewe huwezi kitu fulani, akawa anaitoa ile karatasi. Anasema tangu alivyopewa, akawa anaitunza kwenye wallet, so akaanza kuwa na utamaduni wa kutembea na wallet. Akawa anaikunja ai kwenye wallet, kwa kuitoa anajikumbusha yale maneno, kwamba hawa watu wananiambia kwamba mimi siwezi lakini yupo mtu mmoja aliwahi kuniamini sana katika maisha yangu na akaniandikia kwa akawa anasoma akawa anasoma hawezi amini. Leo tunamwongelea nadi, tunamwongelea Denzel Washington, one of the best, the best, the best Hollywood actors of all time one of of the best actors of all time duniani. Nafikiri we unamfahamu pia. Utaona picha yake hapo ya juu, kama usifahamu kwa jina, utamwona ah, kumbe jamaa huyu ana movie yake. Yes, huyu jamaa, hii ndio story yake. Kwa yeye aliamini katika the power of writing down, the power of writing down. Ni maandishi machache ambayo yule mama alimwandikia, ambayo amekuwa akiyasoma na ameishi nayo. Anasema hiyo karatasi amekuwa akiitunza kama, ikisha kuharibika, labda anaipiga picha nini, anaitunza, lakini anayo, yani kama kopi yake anayo mpaka leo, kwa sababu hiyo imebadilisha maisha yake na amekuwa akiitumia historia akiongea na watu wengi sana. Mimi nisikia mara ya kwanza, kuna wakati alikuwa anaongea na wanafunzi wa chuo kikuu fulani huko Marekani akiwa Please write it down because you never know what will happen. Andika chini wazo lako lolote ambalo unakuwa nalo, kwa sababu ni rahisi sana. Wanasema unapoandika you committing it to memory, unalifanya listick kwenye akili yako, kwa inaweza ikawa rahisi zaidi kulirudia, kwa sababu ni kiasi cha kufunua tu na kusoma tena, na unajikumbusha kila unapojisikia uko down, unajisikia unataka kufail, unajisikia unataka kuacha. Ukisoma itakukumbusha why you started what you started itakukumbusha kwa nini ulianza ulichokianzisha. Mimi naitwa Esden Jumanne. Nafikiri mfano story inajieleza kabisa umuhimu wa kuandika mawazo yako, umuhimu wa kuandika vitu unavyovitaka kwenye maisha yako. Umuhimu ni mkubwa sana. Tumejifunza story kutoka kwa Denzel Washington. Nataka wewe uniambie umejifunza nini kutoka kwenye story hii. Niandikia hapo chini. Mimi ni, ni, ni, ni muumini sana wa kusoma maoni ya watu kwa sababu pale huwa mimi najifunza vitu vingi sana ninapoona watu wengine wanafikiria nini kuhusiana na hizi content zetu. Siachi pia kuniambia unapatikana wapi. All right? Hata kama umekosa mawazo ya kuchangia, basi at least sema uko wapi, tujue tu kwamba ah, tumeendelea na bwana yuko Pemba, lakini hana cha kuchangia leo. So till next time, nakushukuru sana ndugu yangu Isa Wadhi nyuma ya kamera, na wewe ambaye umechukua muda kutufuatilia, na wewe mfanyabiashara, mjasiriamali ambaye ungependa biashara yako, brandi yako, kampuni yako iwe ina, ina, inapita hapa, ionekane kama uh, one of the sponsors ambao wanadhamini vipindi vyetu, karibu sana, namba zitakuwa kwenye description, so check me out, holler at me, check me on WhatsApp, let's talk towards the business, let's get in business, till next time bye bye.